kulaki na kushare pia kukomenti kwa wasikilizaji wetu kila leo, tunapotoa taarifa zetu za habari, huo wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Vituo vyetu viko hapa mjini Uvira, chini ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Sud Kivu, moja kwa moja tunakujia na habari zetu za Sud Kivu. Tunakuja leo ili kwamba tuweze kukuzungumzia kabisa kile ambacho kinasemeka. Wakaaji wa Kongo wanaoishi huko maeneo ya South Africa watoa maneno makubwa sana tena mazito kwa ajili ya kuzungumzia kuhusu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuhusu upinzani wa M23 ambao wanaendelea kusumbua raia wetu wa Uvira. Sauti zao tumekwenda kuzichukua, mtazamaji utakwenda kujua mengi sana kwa siku ile. kwa hiyo tukaribishe, mwanzo hadi mwisho uweze kusikia kile ambacho walichokuzungumza kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na vita ambavyo vinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususani huko maeneo ya Bukavu, Goma na nafasi zingine, na pia kuomba wazalendo wao kwa imara wao kwa pamoja kuhakikisha kuwa wamekomboa nchi ya Kongo. Lazima tuweke mtazamo. Unakimbilia Tanzania, siyo nchi yako unakwenda kuishi kambini, hali yakuo, lukuo, ya kuwa ulikuwa una miliki mashini gani vitu yayu, mtusi akikamata ya ile inchi i, yani sefini kwa wakongole imeisha. Watusi wote wa Afrika nzima na mondantie watakuja kuishi pale Kongo, hakutokuwa hata na bantu wata hata mmoja. Ethiopia itamiminika pale, Eritrea itamiminika pale, Somali itamiminika pale, Uganda itamiminika pale, sijui. Yani kila type ya mutusi watakuja kukipe ile Kongo. Kongo ni kubwa, yani watakaa kwa raha zao, na ndio objective yao na preparatero. Haya mambo yote ni Joseph Kabila kote, alishafanya meeting nchi zote hizo na kutajia zote na wote wako tayari, wote wengine mpaka hapa wanajirundika hapa Afrique du Sud, wanasubiri Kongo tu ikamatwe, wote watushi wa Ethiopia, watushi wa kisomalia wote. Sisi tunaongeaga nao, sisi tuna communicate nao, wengi Afrique du Sud wako wengi, na wanakwambia Siku nchi yenu inakuwa tu vizuri, sisi tunajimwagia tunamwagika kule, lakini anakuambia secret, anakuambia katika eh, mapro, ma, mafumbo tunaongea nao wengi. Hakuna yani, sisi wenyewe tuko nje, lakini tunaomba Mungu sana kila siku turudi nyumbani. Hapa tunaonewa tunatukanwa, mas, matusi aje Alafu tena majenerale munasaliti ili mkimbilie wapi? Kwanza sisi wenyewe ambao tuko nje tunataka turudi nyumbani, alafu na wewe saliti inchi ukimbie tena wapi tena? hapa ni sisi wenyewe tunajitayarisha turudi nyumbani tuje tuwasaidie kabisa, tusaidiane, tupambane inchi, tufunge kabisa mikanda kwenye viuno, lazima kieleweke. Serikali hakuna pale, hakuna unaogopa. Kuwa rebele wa serikali kwani siraia, na nakwaka rebele wa serikali yake kwani kuna kitu gani? Hamuna serikali pale, hata hao wajiere wakuje, wale wote ni vi, wote vibaraka wote, watapigwa pesa na wanakushaliti koyo. Inatakiwa mkongoto ianze kabisa kumkongota huyo jeshi wa serikali, piga wao ndio wanatuzalia michoko, piga sana, hakuna hata huruma, piga. Yani ni kama vile unakuwa kigeugeu, serikali ikikupigia simu ikute, u... ikute simu yako, yako, yako iko mu voicemail, iko mu repondeur, piga sana. Hili ndio tatizo ya Wakongomani. Sijui kama ni elimu ya Kifaransa ndio iliweza kutufanya wajinga, maana ukienda kwenye nchi zote ba faransesi walipita watu wajinga ovyo na wapolitisia sawa sawa, hakuna tofauti na wapolitisia wa Kongo, maana utakuta nchi zao zimechakaa kokote Mufaransa alipita na Mbeleji, hawa walituachia sijui majini sijui mapepo sijui lakini nendo kapita kwenye Muingereza alipita, yani watu wana akili ya ziada wana akili wei. Nchi kama Malawi itabizidi Kongo vipi? sio na siti, kichekesho hicho, si aibu? Ni aibu, ila tuna wazee wa muono na wako wanawapa mashauri kila siku. Makamanda, nchi tajiri ile leo kiikomboa leo hizo dolara zote uko na hongwa. Just imagine mtu anakupatia 7000 dolara 10000 dolara ni, ni kilo ngapi za oro na hiyo oro inakaa mkongo Bana kuhonga dola, bana kuhonga bilioni nne vya oro hali ya kuwa oro ndo zile oro. Hivi Wakongomani, nani alituroga kweli? Wakongomani wote tuko inje, tuwasapoti wazalendo, tuwasapoti wazalendo kama huko na randi moja, huko na Zaire moja, huko na Kongo moja, marundi moja, sijui ngapi, dola moja. E bwana, changia changia kwa wazalendo wetu wa Mai Mai. Bale leo ndio wakona tufanya fiere kama kuitwa kongole leo. Kwa nini usimsaidie? Na makamanda wetu tunawaambia hivi, muwache usaliti, muwache aventure. Aventure utaipata pale utakapokomboa nchi, ndio utafanya aventure kwa sababu uko fier. Acheni aventure, pambanene kwanza na adui wale wa jamani, waoga, hawana nguvu Vita yao bako naipigania ni ya media, vita ya media uongo, na vita ya kupana pesa. Zile pesa ukizikataa alafu na media yao ukiigno, wewe ni kupambana. Hata serikali ya Kongo ikupigie simu ikutane iko murepondere, wewe ukifanya kazi kila wale wote watakimbia. Nakwambia wote watakimbia watatafutana hivyo nafikiri kungekuwa kabisa vikundi vya wamaimai eh, Nord Kivu na Sud Kivu, mkakuwa pamoja, mnawasiliana, wamoja wakaanzia Bugarama, piga sana Rwanda, mnaua hata population kama ngapi vile, piga sana wengine huku milibani, wakiwapiga plende la Ruzizi, kapigwa moto ibana mwache mavantire Mwacho sisi ni wazee, mi sina, sina hata uwezo wa kukamata bunduki, lakini lazima nitakuja hapo, lazima na mimi niingie nchini nisaidiane na wazalendo, angalau nisaidie kukupelekea hata mzigo kwenye shade shade de bataille eh, na mimi ni contribue kugombana ni kwa aina nyingi, una contribue kwa kifranga Eh, kubebea mzalendo mzigo wake, sawa, kwenye shade bataje, sawa, una contribute na wewe. Sasa why not? Kwa nini hapana? Tuko na nchi ya butamu, tuko na nchi ya asali. Wazalendo wenyewe wengine walikuwa ambao vipofu, unashtuka na dola, my friend. <laughs> Kilo sita za oro wanakupatia, unaacha inchi unaenda wapi? ukienda Tanzania, hizo oro zote zitaishi zita, hizo pesa zote zitaishi. Unaweza ukanunua nyumba pei etranger, kesho unasikia hiyo inchi ina, inageuza sheria etranger yote iko na nyumba hapa inapokonywa, utarudi wapi? Tukuwe na akili.